kwa wanafunzi laki moja elfu thelathini na tano mia mbili arobaini. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu leo Ijumaa Oktoba 24 25 imetoa awamu ya kwanza ya upangaji mikopo na ruzuku yenye jumla ya wanafunzi laki moja elfu thelathini na tano mia mbili arobaini. Idadi hii imejumuisha wanafunzi wafuatao: wanafunzi 14952 wa shahada ya awali na wanafunzi 5342 wa shahada waliopangiwa mikopo kiasi cha shilingi bilioni 152, na wanafunzi 615 wa Samia Scholarship waliopangiwa ruzuku kiasi cha shilingi bilioni 3.3 wanafunzi 88331 wanaoendelea na masomo wamepangiwa mkopo kiasi cha shilingi bilioni 271.2 baada ya kufaulu mitihani yao ya mwaka uliotangulia. Bodi ya mikopo itaendelea kutoa elimu, itaendelea kutoa awamu zingine za mikopo na scholarship kadri itakavyopokea uthibitisho wa udahili kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na matokeo kwa wanafunzi wa wanaoendelea masomo. Aidha, bodi ya mikopo inawakumbusha waombaji wa mikopo na ruzuku kuendelea kufuatilia taarifa za maombi yao kupitia sipa, wakati taratibu za uchambuzi na upangaji wa mikopo na ruzuku zikiendelea. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi ambaye uliweza kuomba Uh, mkopo kwa mwaka huu wa masomo 2025 2026, ingia katika akaunti yako ya ajira, ingia katika akaunti yako ya sipa ili uweze kuangalia kama umeweza kupata mkopo au kama au kufanikiwa kupata mkopo. Kazi yangu mimi ni kukuletea taarifa. Jina langu ni FEABOY, asante na karibu tena, tukutane katika video nyingine inayofuata. Asanteni sana.